Hii ni TechUjio na leo tunakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kudownload fonts kwa kutumia smartphone. Na kama ni mara yako ya kwanza, subscribe ili uweze kupata mwendelezo wa videos tunazo upload. kuna website nyingi za kudownload fonts, kuna DaFont, kuna FontShare na nyingine mbalimbali, lakini leo wacha tuende kwenye, kwenye website moja inaitwa DaFont. Ingia kwenye Google buzz yako, mimi natumia Chrome. Ingia andika DaFont, da font, DaFont, the the, then enter ya the. Website yenyewe ndio hii, kama unavyoiona, DaFont hiyo hii DaFont, uta click utaibonyeza. Na kwenye DaFont kuna sehemu ya sachi hapa. Kwa mfano unakuja hapa na search, labda ni sachi Montserrat Montserrat, yeah. No moja ni sachi ND, nd logos Ya, kama unavyoona huko unaweza ku search uh, font ambayo unaijua kwa mfano, hiyo hiyo labda ni search uh, ni search ni search ni search chopstick chop chopstick chopstick chop. Kwa hiyo, hmm, unaweza uka download font labda ukatumia kwenye pixel app au ukaiweka popote. Font yenyewe ndio hii, lakini wacha nikuonyeshe jinsi ya kudownload. Kitaka ku kudownload, tabonyeza hii hapa tik hapo, sema download, na ukisha download basi, kuna jinsi ya ku extract, yani una extract na unzip ili uweze kuitumia. Ukishaitumia basi na ukisha extract, naweza ukaitumia sehemu yoyote unayoitaka labda kama una, unaiweka kwenye adobe ya yeah. unatumia na video ijayo tutakuonyesha ni jinsi gani ya kuextract na kuanza kuitumia.